Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI imetangaza ugunduzi wa dawa mpya asili ya kuotesha na kuzuia nywele kukatika, lakini pia mafuta ya kupakaa kwa ajili ya kufanya ngozi kwenye roro na ya kuondoa makunyanzi. Utafiti huo umefanyika kuanzia mwaka 2013 mpaka sasa. Hatazo ya kwanza ni ugunduzi wa dawa ya kuotesha nywele au kuzuia nywele kutoka kutokana na mmea unaoitwa mporojo, na vilevile una uwezo wa kuzuia nywele kutoka, na tukawa tumepata hataza au patent ya teknolojia hiyo. Habari njema ni kwamba hataza hii imepewa kampuni ya Korea Kusini eh, patent transfer, kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali mbali, hasa vipodozi na dawa. Zao la kwanza ambalo limetengenezwa ni shampu. Zao la pili ambalo limetengenezwa ni dawa ya kutibu nywele, na zao la tatu ambalo limetengenezwa ni mafuta ya nywele. Na hii shampu ipo ya wanaume na ipo na shampu ya wanawake. Na hizi product au mazao haya yataanza kupatikana hivi karibuni. Kwa mawakala wa jumla lakini na na kwa na kwa reja na kwa rejareja reja. Watafiti katika taasisi ya utafi, ya utafiti wa wanyamapori walioshiriki katika utafiti huu ni mimi mwenyewe Julius Keu kama mkurugenzi wa utafiti, lakini tuna Dr. John Bukombe tunaye kwenye chumba hiki, lakini vilevile vile tuna Dr. Angela Mwakatobe, ambao ni watafiti waandamizi katika taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania. Uh, hii ni taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania. Tunafanya utafiti wa wanyamapori lakini, tunafahamu wanyama pori ni pamoja na mazingira yao, na mazingira yao ni pamoja na mimea au miti au bayonai mbalimbali. Shampu ya mporojo hii, mea, hii ni ya wanawake imeandikwa Albizia Shampoo Woman, na hii imeandikwa Albizia shampu man ya wanaume. Hizi shampu tumeshatoka kwenye majaribio, kwa sababu zimeshapata kithibitisho cha ubora kutoka kwenye hiyo kampuni ilipokamilisha kutengeneza. Kwa hiyo zina ubora wake, umesharuhusiwa na mpaka kuna leseni ya kuuza. Naye Dr. John Bukombe. Ameelezea umuhimu wa kuendelea kuhifadhi mimea hiyo. Hii itasaidia kuzalisha bidhaa kwa wingi wakati wa uhitaji huo. Majina yangu ni Dr. Bukombe John Kija, ni mtafiti katika Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania. Na kwa hiyo kwa sisi, kama tulivyojipanga, tutaangalia namna ya uhifadhi, kuhifadhi mimea hii katika maeneo yake ya asili lakini pia kuhifadhi katika mazingira ya kulima ya kuwa na mashamba ambayo yataweza kuzalisha mmea huu kwa kiwango ambacho kitakuwa kinahitajika. Najua kuna taasisi ambazo zina, zina utaalamu mkubwa katika kuz, kuz, kuzalisha mimea mbalimbali. Tutajikita pamoja nao ili tuweze kuona namna bora ya kuzalisha mmea huu kwenye mashamba makubwa lakini pia kushirikiana na jamii katika kuielimisha e, juu ya umuhimu wa mmea huu na ki kijamii, lakini pia kiuchumi, na ili wao pia waweze kuweza kuhifadhi kwenye maeneo yao. Kwanza mimea hii yote katika mazingira yetu bado ipo kwa kiwango cha kutosha. Ni mmea ambayo bado haijawekwa tag ya kuonekana kwamba inaelekea kupotea katika mazingira ya asili yetu. Utafiti huo ulianza mwaka 2013 mpaka kufikia uzinduzi wa hii leo. Ina maana kwa tafiti hizi kiendelee hivi tutafika mahali pazuri sana kwenye ustawi wa wa Tanzania. Kwa hiyo mkurugenzi amesisitiza sana kuhusu umuhimu wa utafiti uliofanyika kwa taasisi na kwa taifa kwa, kwa ujumla na kuwataka waendelee hivyo walivyoanza. Hatua hiyo ni ya mwanzo, na wao nafikiri mmewasikia wakizungumza hapa kwamba sasa tunaingia kwenye hatua hii, na, na hii hii tutatusaidia mbele ya safari, tutagundua vitu vingi zaidi na tutaitangaza nchi yetu na taasisi, lakini pia tutaepusha kutumia madawa mengine huko ambayo pengine hatuyatambui vizuri. Ndo maana nasema hii waliyoigundua hapa ni ya Mtanzania, si ndio? Kwa hiyo hatutegemei kwamba humu kwenye hii dawa kuna vitu ambavyo vitaenda kumharibu Mtanzania, na kwa maana hiyo, na maana wataendelea kufanya kwa makini zaidi, ili kuwa na vitu ambavyo ni bora sasa, viweze kushindana na vinavyotengenezwa nje.